Wajasiriamali wengi wanashindwa kabla ya kuanza kwa sababu hii moja: wanapanga sana. Unakuta mtu ana plan biashara ndani ya miaka mitano, ana plan tu kwamba nitaanza, nitaanza, nitaanza. Anategemea kwamba siku moja ikitokea mbingu itakuja imsaidie, malaika washuke amsaidie. Hauwezi kuanza biashara kwa kupanga kwamba nitaanza hii, nitaanza hii, nitaanza hii, until the moment ambayo umeamua kweli mwenyewe kuanza biashara. Sio theory wala ku plan sana, au kuwa msomi wa kuanalyze biashara yako, na biashara ni wewe utakavyoanza kuchukua hatua. Shangaa, mtu ana miaka mitano kila saa anachukua tu notes, anaandika akajifunza, kwangu kaenda kujifunza kwa mwalimu mwingine, akachukua kozi yangu akachukua nyingine, ana, ana kila kitu. Ukimuuliza hapo chini, ukaenda one on one, ana maelezo mengi. Biashara sio kitu cha maelezo, biashara ni kitu cha kutake action. If you don't take action anything, hamna kitu kitakachotokea. Ndo maana wafanyabiashara wengi wanafeli, wana, wana kabla hajaanza, kwa sababu they don't do anything, wanafika hesabu wanaangalia wanaona anaona kama hizi factor zijakaa sawa, wanasema ngoja tusubirie season ishe, anafikiria uh, ngoja uchaguzi uishe, sii ni nini? Mwisho wa siku afanyi chochote. Ili uzuia kutokufeli kabla hujaanza, acha kufanya, unafanya unaanalaizi, wana, data, unajielezea. We amka, jifunze, jua nini unachoanza. Jambo la kwanza kaa sehemu ambao unapenda utaweza kujifunza vizuri kupata A, A to Z. Jambo la pili, ukishajua nini unatakiwa kufanya, anza kufanya. Acha kusubiria mpaka mambo yakae sawa, la sivyo uta, utaishia wale watu ambao wanajifanya wanachambua wana biashara kama wanachambua mpira.